Usimlazimishe kuona thamani yako, acha akose uwepo wako. Ukimlilia, atakuona mnyonge. Ukizunguka, ukimuuliza maswali ya maumivu, atajiona mwenye nguvu. Ukimgandamiza kwa hasira, atajifanya ni mwathirika. Ukimfuata, utajishusha. Lakini ukijitenga kimya kimya, bila kelele, bila majibizano, bila kutafuta kumweleza kila kitu, utamfanya akumbuke kwamba upendo uliowahi kumlea ulikuwa zawadi sio deni. Kumwacha si kumkimbia. Kumwacha ni kuacha kupigania kitu ambacho hakikupigania. Kumwacha ni kuacha kutazama majibu kwenye macho ambayo yalichagua kukudanganya. Kumwacha ni kuishi heshima yako mbele ya mtu aliyejaribu kuifanya ndogo. Kumwacha ni kukaa kimya na kuendelea kuishi. Ukimya wa mwanamke mwenye maumivu ni sauti inayomtesa mwanaume aliyepuuza upendo wake.